Kundi la waasi la M23 limetangaza Jumatatu uamuzi wa kuondoa wanajeshi wake peke yake kutoka mji wa Uvira, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC ambao lilidai kulidhibiti wiki iliyopita. Hatua hiyo imeelezwa kama njia ya kujenga uaminifu na kusaidia mchakato unaoendelea wa amani. Katika taarifa iliyotolewa Jumatatu na Corneli Nanga Kiongozi wa kisiasa wa Congo River Alliance AFC, muungano wa kisiasa na kijeshi unaoshirikiana na kundi la M23, alisema kuwa uamuzi huo unafuatia maendeleo ya hivi karibuni chini ya mchakato wa amani wa Doha, ikiwa ni pamoja na kusainiwa kwa makubaliano ya mfumo wa amani wa Doha wa mwezi Novemba. Kundi la M23 lilieleza nia ya yake ya kuanzisha hatua za kujenga uaminifu peke yake na kutoa nafasi kubwa zaidi kwa mchakato wa amani wa Doha kufanikisha suluhisho la kudumu la mzozo. Tangu mwezi Machi mwaka huu, duru kadhaa za mazungumzo kati ya kundi la M23 na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimefanyika chini ya usuluhishi wa Katara unaojulikana kama mchakato wa amani wa Doha. Mazungumzo hayo yalisababisha kutiwa saini kwa tamko la misingi mwezi Julai lililoweka tarehe ya mwisho ya makubaliano ya amani kuwa Agosti 18, muda ambao tayari umepita. Kulingana na taarifa hiyo, kuondoa wanajeshi kutoka Uvira kulifanywa kwa ombi la usuruhishi wa Marekani. Kundi la M23 liliongeza kuwa lilichukua hatua hiyo likiwa bado linakabiliwa na chochezi na ukiukaji unaofanywa na jeshi la wananchi la DRC FARDC na washirika wake. Serikali ya Kongo bado haijatoa majibu kuhusu tangazo hilo. Uvira, ulio karibu na mpaka wa Burundi kando ya ziwa Tanganyika, ulitumika kama kituo cha muda cha utawala wa Kivu Kusini baada ya mji mkuu wa mkoa wa Bukavu